Watanzania wenzangu, habarini ya uzima. Najua wakati tunaopitia kama taifa ni wakati ambao hatujawahi kuzoea kwenye maisha yetu. Kama taifa la Tanzania tulizoea amani, tulizoea upendo na umoja, lakini sasa tunaona dalili za machafuko ambazo hatukuwahi kuzidhania kuwa zitatokea kwenye taifa letu la Tanzania, lakini wakati mwingine Mungu anaruhusu mambo ili atukumbushe kuishi uhalisia wa kumtumainia Mungu ambaye tumekuwa tukimhubiri katika Maandiko, kwa sababu tumekuwa tukisoma namna ambavyo Mungu amekuwa akilipigania taifa la Israeli katika vita, hasa pale walipokuwa kimuita na kumtumainia yeye. kwa hiyo huu ni wakati ambapo kama taifa sasa tunahitaji kumweka Mungu kwenye uhalisia kama ambavyo tumekuwa tukiwahubiria watu. Kabla sijaleta neno la Mungu, ninaomba nitaleta ushuhuda huu kwa dakika chache tu, ili ututie moyo wa imani ya kwamba kumbe yaliyoandikwa kwenye bibilia hata kwenye uhalisia pia yanatokea, tukisimama na Mungu. Nina mama angu mdogo tumbo moja na mama kabisa, ambapo kuna miaka alipitia changamoto kwenye familia yake yakuwa anapotelewa nguo za mume wake, na kila zilipokuwa zinapotea, inakuwa ugomvi, lakini zilikuwa zinapotea kwa namna ambayo sio kwa mazingira ambayo ni ya kawaida. Kwa siku moja, moyoni akaumia sana, akasema, Mungu nataka nikuone wewe kwenye hili jambo akaamua kwenda kufunga maombi ili Mungu asimame kwenye hilo. Basi aliondoka hapo nyumbani, akaenda sehemu fulani ya polini na akawa kwenye familia fulani. Usiku usiku anarudi kwenye hiyo familia, ila kukicha kicha anaenda kwenye hilo poli kuomba. Ilipofika siku ya tano siku akiwa amelala, ghafla chumbani kukawa na mwanga. Kulipokuwa na mwanga akasikia sauti namwambia, Mungu amekushindia vita yako. Kwa kuwa alikuwa amepanga kufunga maombi ya siku saba, aliendelea na maombi yake ya siku saba kavu. Baada ya hapo akarudi nyumbani. Aliporudi nyumbani Sikumbuki ni siku hiyo hiyo au ni lakini, ndani ya siku kama moja au mbili, bibi mmoja akaja anatambaa, akamwambia, mwanangu, nisamehe sana, nimekusumbua kwa muda mrefu, nimekutesa kwa muda mrefu, ninaomba unisamehe. Mimi ndiye ambaye nilikuwa nakusumbua, ninaomba unisamehe bibi ya kuweka wazi alikuwa anamsumbua kwa namna gani, ila mama alijiongeza akamwambia uwe na amani na Mungu akusaidie. Yule bibi alikuwa anaharisha. Na mama huyo huyo ambaye alikuwa anatendewa vibaya ndo huyo huyo akawa anamsaidia, maana walikuwa majirani kabisa. Lakini baada ya muda, baada ya siku chache, yule bibi akafariki. Mama sio kwamba alikuwa anaomba huyo mtu anayemfanyia hivyo afariki, lakini yeye alikuwa anamuita Mungu tu kwamba Mungu, ninaomba uonekane mahali hapa, ujulikane. Basi Mungu akamfanya, amefanya. Naamini nimesema wazi kwamba ni mama yangu mdogo. Kwa hiyo ushuda wa uongo uta, ingekuwa ushuda wa uongo nisingeweza ku, kuweka wazi kwa sehemu basi kwa hiyo, nini ambacho nakimaanisha ya kwamba Mungu yupo na anaweza kusimama na taifa la Tanzania, ingawa hatutajua atasimamaje, ila tunaamini ya kwamba tukimuita kwa uaminifu, bila kuchoka, bila kukata tamaa, Mungu wetu atajibu. Hata kama hatajibu kwa njia tunayoitazamia, bado tunaamini ya kwamba atajibu. Wakati nakumbuka maandiko nimekumbushwa andiko moja ambalo linaendana kabisa na hali ambayo tunaipitia kama taifa, kwa habari ya Hezekia na mfalme Senakerubi. Ninaomba nisome hayo maandiko machache. Wakati ule, wakati ule Hezekia ameanza kutawala kama mfalme, Senakerubi alituma watu fedha. Kwa hiyo Hezekia kwa sababu alimwogopa mfalme Senakelubi ilibidi atoe dhahabu ya madhabahuni ili ampe Senakerubi, lakini hata baada ya Senakerubi kupewa bado akatuma tena amiri jeshi wake. Sasa awamu hii sasa Hezekia akaamua kusimama na Mungu. Naomba nisome Wafalme wa Pili sura ile ya kumi nane mstari wa kumi na tano inasema, Hezekia akampa fedha yote iliyoonekana katika nyumba ya Bwana na katika hazina za nyumba ya mfalme. Wakati huo, Hezekia aliondoa dhahabu iliyokuwa juu ya milango ya hekalu la Bwana na juu ya nguzo ambazo Hezekia mfalme wa Yuda alikuwa amezitia dhahabu akampa mfalme wa Ashuru. Kwa hiyo, kwa sababu ya kumwogopa mfalme Senakerubi, Hezekia aliamua kutoa dhahabu hazina ya Mungu ili ampe Senakerubi. Lakini hata alipopewa Senakerubi bado akarudi tena. Sasa awamu hii Hezekia akaamua kusimama na Mungu, lakini akaanza mfalme mm, kupitia milijeshi akaanza kumkejeli kwa namna ambavyo ameanza kuweka imani kwa Mungu na kuanza kuwakatisha watu tamaa. Naomba nisome ile andiko mstari wa ishirini, nasema wewe wasema, lakini ni maneno yasiyo na maana, kwamba lipo shauli na zipo nguvu kwa vita hivi. Basi unamtumainia nani katika ukaniasi mimi unamtumainia nani hata ukaniasi mimi? Sasa tazama, unaitumainia fimbo ya mwanzi huu uliopondeka, yaani Misri, ambaye mtu akiitegemea humwingia mkononi na kumchoma. Ndivyo alivyo farao mfalme wa Misri kwa wote wa mtumainio. Mstari wa ishirini na mbili lakini, mkiniambia tunamtumainia bwana Mungu wetu, je, si yeye ambaye Hezekia ameondoa mahali pake pa juu na madhabahu zake, akawaambia watu wa Yuda na Yerusalemu, sujuduni mbele ya madhabahu hii hapa Yerusalemu. Basi sasa, tafadhali mpe bwana wangu mfalme wa shuru dhamana, nami nitakupa farasi elfu mbili. Ikiwe kwa upande wako, waweza kupandisha watu juu yao. Unaona mm, kitendo cha Hezekia kutoa dhahabu hazina ya Mungu kumpa mfalme, baadaye tena ilikuja kugeuka kuwa tusi kwake, kuwa kejeli kwake. Akasema, kama unamtumainia huyo Mungu kwamba atakuokoa, mbona sasa uliondoa hiyo dhahabu ukanipa mimi? kama kweli huyo Mungu wako ana nguvu, kama kweli huyo Mungu wako na mheshimu, mbona ulitoa dhahabu yake ukanipa mimi? Unaona, lakini Hezekia aliamua kusimama na Mungu na akamshirikisha Nabii Isaya. Kwa kipindi hicho alikuwepo Nabii Isaya, akamwambia kwamba hebu utuombee kwa Mungu, yamkini Mungu atatusikia. Isaya alirejesha ujumbe ya kwamba Mungu amesikia na amesema atakuokoa na mkono wa Senakerubi. Baadaye Senakerubi alituma waraka wa kuendelea kuleta vitisho. Lakini pia kumjulisha kile ambacho kitatokea. Kilichotokea, Hezekia aliichukua ule waraka, akaupeleka mbele za Bwana, akaenda madhabahuni pa Bwana, akautandaza mbele za Bwana na kumwambia. Naomba nisome Wafalme wa pili sura 19 na mstari wa kumi na nne, inasema: basi Hezekia akaupokea walaka katika mikono ya wale wajumbe, akausoma. Kisha Hezekia akapanda akaingia katika nyumba ya Bwana, akaukunjua mbele za Bwana. Naye Hezekia akaomba mbele za Bwana akasema, Ee Bwana, Mungu wa Israeli, ukae juu ya makerubi, wewe na mwewe peke yako ndiwe Mungu wa falme zote za dunia we ndiye uliyeziumba mbingu na nchi. Tega sikio lako, E Bwana, usikie. Fumbua macho yako E Bwana, uone, uyasikie maneno ya Senakerubi ambayo amemtuma mtu aje nayo ili kumtukana Mungu aliye hai. Ni kweli Bwana, wafalme wa Shuru wamewaharibu mataifa na nchi zao, na kuitupa miungu yao motoni, kwa maana haikuwa miungu, bali ni kazi ya mikono ya wanadamu ilikuwa miti na mawe tu ndiyo sababu wakaiharibu. Basi sasa E Bwana Mungu wetu, utuokoe na mkono wake na kusihi, ili kwamba falme zote za dunia zipate kujua ya kuwa wewe ndiwe Bwana Mungu wetu peke yako. Haya yalikuwa maombi ya Hezekia, na ukianzia ile sura ya kumi na nane naonyesha namna ambavyo Hezekia kwamba Hezekia alimtumaini Bwana. Hilo neno lina nguvu sana, kumtumaini nani? Bwana, kumtumaini Bwana. Kwa hata haya maombi yanaonyesha namna ambavyo aliweka mtumaini lake kwa Bwana, na sio kwenye fedha tena, na sio kwenye kitu kingine tena, bali aliamua sasa kwamba wewe Mungu ndio utakayenitoa. Hebu ona jibu hili la Mungu nasema "Ndipo Isaya mwana wa Amozi akapeleka ujumbe kwa Hezekia akisema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kwa kuwa umeniomba juu ya Senakerubi mfalme wa Ashuru mimi nimekusikia. Umeidaka hiyo point? Nasema kwa kuwa umeniomba. Maana yake kumbe, kuna mambo Mungu haingilii kati, kwa sababu hatujampa kipaumbele kwa sababu hatujamuomba kwa sababu hatujamtumainia kama ndiye tumaini letu la kwanza ko kwa hapa Mungu anasema kwa kuwa umeniomba manake sio kwamba Mungu alikuwa haoni kinachoendelea ila yamkini asingejihusisha kama Hezekia asingeomba kadhalika na kwenye taifa letu la Tanzania sio kwamba Mungu haoni yanayoendelea sio kwamba Mungu haoni makanisa yaliyofungiwa sio kwamba Mungu haoni watumishi wa Mungu ambao wameacha makanisa yao hayana walezi tena, sio kwamba Mungu haoni damu za watu zinazomwagika, sio kwamba Mungu haoni watu wanaotepwa. Anaona, lakini kumbe Mungu anahitaji, anasema kwa kwa kuwa umeniomba, anahitaji watu watakaomwomba kwa ajili ya hali ya nchi, kwa ajili ya mambo yanayotokea kwenye nchi. Mungu anasubiri wakasema mimi nimekusikia 2 ni nikomee hapo, lakini kichotokea ni kwamba Mungu alimuua Senakelubi kupitia watu wake mwenyewe. Nini ambacho namaanisha? Mungu hana njia nyingi za kushughulikia jambo. Kazi yetu sisi ni kumuita kwamba Mungu Una hii hali, maandiko yanasemaje? Kwamba unikumbushe na tuojeane, eleza mambo yako yote upate kupewa haki yako. Maanake Mungu anachohitaji ni sisi tumuweke wazi, tumwambie. Kwenye Wafilipi imesema pia kwamba haja zenu nazijulikane na Mungu. Kama taifa la Tanzania kwenye wakati huu tunaoupitia, tunahitaji nini? Tunamwambia Mungu tunahitaji utuokoe kama taifa la Tanzania utupatie haki yetu bila kumwaga damu. Maanake hiyo ni hoja yetu mbele za Mungu. Haijalishi tunaona kwamba hakuna uwezekano wa kumwaga damu, lakini tunapeleka hoja kama hoja mbele za Mungu, alafu tunaiacha mikononi mwa Mungu ambaye anaweza kufanya. Nakumbuka tumekuwa tukijifunza habari za Daudi. Daudi alimkabili Goliati si kwa sababu Daudi alikuwa na uzoefu wa kivita, au sio kwa sababu Daudi alikuwa na silaha kali, bali kwa sababu aliku, alimtanguliza Mungu. Tunaona ya kwamba Daudi alimwambia Goliati, wewe unanijia kwa fumo na mkuki, lakini mimi nitakujia kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi uliyemtukana. Kwa hiyo kilichomuua Goliati sio jiwe Kilichomuua Goliati ni Mungu aliyetangulizwa na Daudi, ni Mungu aliyekuwa ndani ya Daudi, ni ni Mungu ambaye baada ya Daudi kuamua kumuweka Mungu wake kazini, Mungu wake akafanya kazi. Kwa hiyo, Watanzania, sio kwamba hatuna Mungu wa kweli, tunaye Mungu wa kweli, lakini huyo Mungu hawezi akatusaidia kama hatujaamua kumuweka kazini. Watumishi wa Mungu mnafahamu, kanisani tunaenda na watu wanakuja wenye shida mbalimbali, wagonjwa, wenye mapepo. Kabla watu hawajaanza kuliita jina la Yesu hakuna pepo linalolipuka, hakuna ugonjwa unaopona. Lakini watu wakianza kuomba, mtumishi wa Mungu akianza kuomba, ndipo utaona pepo zinalipuka, wagonjwa wanapona. Nini maanake? Mungu sio kwamba hakuwepo, alikuwepo tangu mwanzo ila alikuwa hajawekwa kazini. Yesu alikuwepo hata kabla ya ibada kuanza, alikuwa pamoja na mtumishi, lakini pepo hawakulipuka kwa sababu bado alikuwa hajawekwa kazini. Kuna sisi vile vile kama taifa, sio kwamba Mungu wetu hayupo, yupo, ila hata simama kupigana nasi kutupigania nini, kama hatujaamua kumuita na kumweka ili aingie kazini. Najua wakati huu kila mmoja anatumainia kivyake. Wapo wanaotumainia maandamano lakini, je, na sisi watu wa Mungu tunaomjua Mungu, na sisi tutumainie maandamano? Hapana. Sisi tutambuita Mungu wetu alafu yeye ndo ataamua kufanya. Kama Mungu amechagua maandamano ndo njia yake ni sawa, lakini sisi hatuwezi kuweka tumaini letu kwenye maandamano. Sisi tutaweka tumaini letu kwa Mungu ambaye anaweza akafanya jambo lolote hata ambalo hatukulitegemea. Lakini pia Daudi anasema kwenye Zaburi ishirini mstari wa saba kwamba wengine wanataja farasi, wengine wanataja magari, lakini sisi tutalitaja jina la Bwana. Kwa hiyo kama kanisa, kama watumishi wa Mungu, huu ni wakati ambapo tutamtanguliza Mungu wetu mbele kuliko nguvu zetu. Maana maandamano, maana yake tunaenda kudai haki yetu kwa nguvu zetu, lakini Mungu, maana yake tunamtumainia Mungu ambaye aliwatumia wenye ukoma wanne kufukuza jeshi kubwa. Huyo Mungu, Mungu ndiye ambaye tunamtazamia. Kwa hiyo, nikutie moyo mtu wa Mungu ya kwamba yupo Mungu, anaweza kufanya mambo makubwa mno. Hebu tumuite kwa ajili ya taifa letu la Tanzania, tumwambie Mungu simama. Naomba nimalizie na maandiko haya ambapo ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka sura ya tatu mstari kuanzia wa kwanza na kuendelea, ukifika mstari wa sita na wa saba Mungu anamwambia Musa ya kwamba, tazama, nimekisikia kilio cha watu wangu Israeli, nami nimeona mateso yao, nami nimeshuka ili niwaokoe. Ha, kumbe kabla Mungu hajashuka anataka asikie kilio, anataka umpelekee kilio chako ili ashuke. Kwa hiyo tunapomhitaji Mungu kwa ajili ya Tanzania, hatumhitaji ashuke kwa kuhamasisha maandamano. Anashuka kwa kumlilia, anashuka pale tunapomsihi. Yeremia alipokuwa ametupwa shimoni, Mungu akamwambia niite. Yaani, Mungu anajua kabisa Yeremia yuko shimoni, lakini bado akamwambia niite. Kwa kadhalika, Mungu sio kwamba haoni tunaoyapitia kama taifa, ila kanuni ya Mungu ni kwamba tumwite naye atatuitikia. Lakini ninaomba nikumbushe pia andiko la jana la ma, Maombolezo sura ya tano mstari wa kwanza hadi wa tano Yeremia yere alimwambia Mungu, e Bwana kumbuka yaliyotupata. Na wakati huu nami naomba tumwambie tu kwamba Mungu kumbuka yaliyotupata. naomba tumwambie Mungu. Mungu, ungana nami kwenye maombi, nawe utakuwa naomba. Nami namwomba kwa dakika hizi chache, lakini utaendelea kumwomba Mungu. E Bwana, kumbuka yaliyotupata kama taifa. Kumbuka wakati tunaupitia kama taifa, tunahitaji mkono wako Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Yeremia alikuita wewe akaomba, kumbuke ukatazame ukaione aibu yao. Baba, naliita jina lako kwa ajili ya taifa la Tanzania. Tunauhitaji msaada wako, tunahitaji neema yako. We Mungu ulimpigania Hezekia kwa sababu alikutumainia wewe, ingawa Senakeribu alikuwa na nguvu kuliko Hezekia, lakini bado uliweza kumshindia kwa sababu alikutumainia wewe. Naliita jina lako Mungu kwa ajili ya Tanzania. Naliita jina lako Mungu kwa ajili ya Tanzania. Ninakujua Mungu waweza kufanya mambo makubwa na magumu kuliko tuyaombaye, kuliko tuyawazayo. Ninaomba Mungu ukasimame Bwana kwa ajili ya taifa la Tanzania. Ukatuvushe Bwana. Tunaomba Mungu tutunzie amani yetu kama taifa. Ninaomba Mungu tutunzie umoja wetu kama taifa. Ninaomba Mungu ukatuvushe. Ninaomba Mungu utuvushe kwenye wakati huu ambao tunaupitia kama taifa. We Mungu, umesema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Mungu umesema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na maguu usiyoyajua. Ninakuita Mungu uliye hai, ninakuita Mungu mwenye nguvu, ninakuita Mungu mwenye uwezo kwa ajili ya taifa la Tanzania, kwa ajili ya taifa la Tanzania, kwa ajili ya taifa la Tanzania. Mungu ninaomba usimama. E hey, Bwana kumbuka yaliyotupata, utazame na kuiona aibu yetu, kumbuka yaliyotupata, utazame na kuiona aibu yetu. Nalita jina lako Mungu uliye hai. Wewe uliyeweza kumpigania Hezekia, uliyeweza kumshindia vita Hezekia, tunakuita utushindie na sisi Bwana. Mkono wako wa neema usitupungukie ninaomba rehema, natumba kwa ajili ya viongozi Baba, uwasamehe, maana wajui walitendalo. Wasamehe Mungu wetu aliye hayi, wape nafasi e Bwana ya kutubu na kurejea kwako. Mungu msamehe Rais Samia, msamehe Rais Mstaafu Kikwete, samehe Bunge, samehe mahakama, samehe viongozi mbalimbali mbali ambao wana nafasi ya kuliongoza taifa la Tanzania kwa njia ya amani kwa njia ya upendo, lakini wameshindwa kutumia nafasi hizo. Baba, uwasamehe na uwasaidie. Wajua, Mungu wetu li hai, wakati tunaopitia kama taifa, lakini wewe Mungu waweza kufanya mambo makubwa na magumu kuliko tuyoambayo na kuliko tuyawazayo. Ninaomba Mungu ukajulikane sasa, ninaomba Mungu ukatende sasa neema yako Mungu isitupungukie kama taifa. Nina kuamini Mungu ya kwamba unajua. Naomba Mungu ukatupe kuvuka kwenye wakati huu. Naomba mkono wako Bwana ukaunyoshe, naomba mkono wako Bwana ukaunyoshe na kutuvusha kama taifa. E Bwana tuvushe, Mungu uli hai tuvushe, ngambo salama tuvushe, Mungu bila kumwaga damu. Ninaomba Mungu yali yasiyowezekana kwa wanadamu kwako Mungu yanawezekana. Naomba Mungu ukatuwezeshe kuvuka kama taifa bila kumwaga damu, katujalie kupata haki ya kitaifa, haki ya kikatiba, haki kama nchi bila kumwaga damu. Yale yasiyowezekana kwa wanadamu kwako Mungu yanawezekana. Yeremia, Hezekia alipokuomba na kukusihi wewe Mungu ulimjibu. Yeremia pia alipokuomba na kukusihi ulimfunulia, mambo ambayo hata Danieli alikuja kuyatumia kwa ajili ya uhuru wao. Ni kwa sababu alikuita wewe, alikusii wewe Mungu uliye hai. Maombi yake Yeremia yakafungua mlango hata kwa kizazi cha Danieli kuona wakivuka. Mungu, maombi haya kufikie wewe Bwana, nawe Mungu funguo za kutuvusha taifa letu la Tanzania. Baba, na kabidhi yote kwako, nikikuamini ni kupitia jina pekee la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, Amen. Watu wa Mungu, Mungu awabariki sana. Mungu aweza kufanya yote, tuendelee kumtumaini. Niwatakia asubuhi njema na siku njema, leo tarehe kumi na tisa mwezi wa kumi, elfu mbili na ishirini na tano Inaomba usiache kusimama kwa ajili ya taifa la Tanzania. Mungu wetu atasimama. Mungu wetu achelewi, Mungu wetu achelewi. Amen.